Wakati wanataka kufanya mabadiliko, wamenyanyua wachezaji, Bernard Morrisson anakwenda nje, bila shaka watu wanacheka kweli kweli kwamba namna gani, Bernard inatokaje? Na Morrisson anambia mimi natoka. <laughs> Mashabiki wanamshangilia kweli kweli Bernard Morrisson, bila shaka wanashangaa namna gani Omar Kabrima anafanya mabadiliko ya namna hii, lakini kibao kinanyanyuka kwamba Morrisson out nafasi yake anaingia Robert Kashinje. Bernard Morrisson super pen, walimwambia bwana mabadiliko. Bernard Morrisson akaambia mimi, ah, hapana we mistoki bwana, thubutu. Akaambia mimi thubutu, na mashabiki wakashangilia kwamba koma baba, koma usitoke. Wakamshangilia kweli kweli Bernard Morrisson super pen.